Tatizo la homa sugu, mwili kuwaka moto kwa ndani, na tatizo la maumivu ya misuli, maumivu ya mifupa, ni tatizo ambalo linasumbua watu wengi na linawatatiza watu wengi sana. Unaamka asubuhi unajisikia, yani una dalili zote za malaria, dalili zote za UTI, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanatupata mara kwa mara. Kwa hiyo tushakalili dalili zake, na ni kweli unapoenda hospitalini, daktari anaenda kukuambia una malaria au una UTI, anakupatia dawa unatumia. E, kitu ambacho kinakuwazisha, kwa nini mara kwa mara unaugua vile vile na unaenda hospitalini natibiwa vile vile, kwa nini ugonjwa unajirudia mara kwa mara? Hili ni tatizo ambalo huwa linawatatiza watu wengi sana. Sasa leo nataka ni kujibu na namna gani tunaweza kutatua hilo tatizo. Kinachotokea ni kwamba yaweza kuwa mwili wako una kitu tunakiita low grade chronic inflammation. low grade chronic inflammation nikwambie siri moja, asilimia zaidi ya 95 ya watu wengi, maradhi ambayo yanawasumbua, maradhi sugu ni maradhi ambayo yanatokana na low grade chronic inflammation. Hii ni nini? Iko hivi, katika mwili wa binadamu, mwili wako huwa una kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili huwa katika e, maandalizi muda wote kupambana na adui, lakini endapo mwili wako unapokuwa katika kiwango kikubwa cha hasira ya kupambana na mwili, tunasema hali hiyo mwili wako uko kwenye high grade, uko kwenye mapambano makali. Sasa lazima kuwepo na wachokozi ambao wanafanya kinga yako ya mwili iweze kusimama. Kwa hiyo kunatokea na mcharuko sugu dhidi ya vimelea vya malaria na dhidi ya vimelea vya UTI, yaani urinary tract infection Hayo mambo husababisha mwili wako, kinga yake ya mwili kucharuka kwa muda mfupi, tunaita uh, acute inflammation. Sasa eh, kunapotokea ile hali ya malaria ikawa sio katika hali ambayo ni kali, lakini katika hali ya chini kwa mbali, alafu ile hali ikadumu kwa muda mrefu, hiyo hali tunaita ni chronic inflammation, yani, ni mcharuko wa kinga ya mwili unaodumu katika kiwango fulani cha juu, sio katika kiwango ambacho cha ukimya. Hali hiyo tunaita low grade chronic inflammation. Sasa hili ni tatizo ambalo linawatatiza watu wengi, na low grade chronic inflammation ni chanzo kubwa cha aleji sugu, mafua yasiyokoma ni chanzo kikubwa sana cha kuota vinyama puani. Ni chanzo kikubwa sana wewe e, kusumbuka na aleji sugu ya ngozi. Ni chanzo kikubwa sana cha wewe kusumbuka na matatizo ya joint na mifupa. Ni chanzo kikubwa sana cha wewe kusumbuka na chunusi sugu. Ni chanzo kikubwa sana cha wewe mwanaume kudhorota, kupungukiwa na hisia za tendo la ndoa. E, ukienda kimoja tu huwezi tena na kupata hamu, hisia, unachoka, unalegea. Hivyo vyote ni kwa sababu mwili wako uko katika hali hiyo. Ni, ni hiyo hali pia ambayo inasababisha mwanamke usiweze kukomaza mayai, miaka na miaka unatafuta uzazi au upati. Hiyo hali tunaita low-grade chronic inflammation. sasa kutokeaje? Iko hivi Unaweza ukawa hauna malaria hauna typhoid, lakini tukipima ishara ya mwili ndani yako uko katika mapigano, tunakuta kiwango cha juu sana. Kuna vipimo ambavyo huwa tunapima kwa kutumia sampuli ya damu tunaviita chronic eh, inflammation markers, chronic inflammation markers. Hivi ni viashiria ambavyo hutengenezwa ndani ya mwili kuashiria mwili wako unapatwa na, na kujeruhika, au mwili wako ndani unajeruhika na kitu, au unajeruhiwa na vitu ndani ya mwili wako. Kwa mfano unapokuwa unavuta sigara e, ule moshi wa sigara unapovuta e, kwa utafiti ni kwamba unaingiza matilioni na matilioni ya sumu tunazoziita free radicals kwa kila pafu moja la sigara. Sasa zile sumu zinapoingia huwa zinaenda kuumiza seli zako za mwili, zinaenda kusababisha tissue injury, na baada ya tissue injury kinachofuata ni inflammation. Ukishaumizwa katika viungo vyako vya mwili, kinachofuata ni kuvimba. Kwa hiyo, kumbe sumu zinazotokana na uvutaji wa sigara huchangia sana mwili wako kuwa katika kujeruhika na zile sumu. Jambo jingine ni matumizi ya vyakula vya kukaanga unavyokula vyakula vya kukaanga, e, mwili wako hupokea sumu nyingi zinazotoka kwenye yale mafuta yanayotokota ambayo sumu zake zinakuwa sehemu ya muhogo, sehemu ya samaki, sehemu ya kuku. Kwa hiyo unapokula chakula chochote ambacho kilichokaangwa, unakula zile sumu, zinaingia kwenye damu. Sasa uwezo wa mwili kuziondoa hizo sumu unapozidiwa, sumu zile zinatawala, zinasababisha mwili wako, kinga ya mwili iwe imecharuka muda wote ina kwenye mapigano na kuibua hayo maradhi yote niliyoyataja. Jambo jingine ambalo husababisha ni mwili kulemewa na metali nzito. Kwa mfano kuna watu ambao wanaosha dhahabu eh, watu ambao wanaishi sehemu za Geita, mara na sehemu zingine za uchimbaji. Sasa kuna kitu kinaitwa eh, mercury intoxication. Endapo eh, mwili wako uki, ukipima sampuli yako ya damu ukakutwa kwamba e, metali nzito kwa mfano meuri lidi ziko kwa wingi katika damu yako, hiyo hali huenda kufanya mwili wako uwe katika e, vita au mapigano muda wote, na hali hiyo huibua magonjwa yote niliyokuambia. Lakini pia heavy metals au metali nzito huzuia uwezo wa mwili wako e, kuondoa sumu maona. Kwa hiyo mambo hayo yote lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba mwili wako unapokuwa unafanya kazi. E, yaani kufanya kazi namaanisha mwili wako unapokuwa unatumia chakula cha wanga, chakula cha mafuta, chakula cha protini ili kujiendesha mwili wako, huzalisha pia hizo sumu. Kwa hiyo hata kama usipokula sumu za nje, mwili wako huwa unazalisha mabaki ya oksijeni, tunaita free radicals. Mabaki haya ya oksijeni yanapozalishwa, mwili waga hau, haulemewi na zile sumu uwezo wa mwili kuzidetox e, au kuziondoa hizi sumu zinazozalishwa wakati mwili unafanya kazi, mwili huwa hauzidiwi na changamoto inakuja pale ambapo wewe una vyanzo vingi vya sumu kuliko uwezo wa mwili kuondoa sumu. Kwa hiyo mrundikano wa sumu nyingi katika damu unaotokana na utendaji kazi wa mwili, unaotokana na vyakula unavyokula, unaotokana na mfumo wako wa maisha uliochagua, uvutaji wa sigara na ulaji wa vyakula vya kukaanga, kwa pamoja ndo unafanya mwili wako unakuwa katika msongo wa sumu, tunasema oxidative stress. Kwa hiyo oxidative stress ni mwili kuwa katika msongo wa sumu zinazotokana na vyakula, zinazotokana na uvutaji wa sigara, zinazotokana na magonjwa ambayo yamo ndani ya mwili wako, kwa mfano kisukari, inavyotokana na vyakula hivi vya kukaanga na uvutaji wa sigara, na kazi ya tena hapo sasa. Mwili kuwa katika msongo wa sumu, yani oxidative stress, ni hali ambayo inawasumbua watu wengi. Sumu hizi tunaziita free radicals, yani sumu zinakuwa nyingi kuliko uwezo wa mwili kutoa sumu, yani sumu hizi zinakuwa katika damu, na huchangiwa sana na uvutaji wa sigara. Pafu moja la sigara linaingiza mamilioni na mamilioni eh, ya sumu tunazoziita free radicals. Kitu kingine ni matumizi ya vyakula vya kukaanga. Unapotokotesha chakula kwenye mafuta ya mbegu za mimea, alizeti, pamba, soya, mahindi, mafuta yanapokuwa yanatokota kwenye moto mkali hutengeneza sumu ambazo huenda kujeruhi mwili. E, sumu hizi tunaziita free radicals kwa pamoja au kwa ujumla. Sasa sumu hizi zinapoulemea mwili wako, mwili wako hujeruhika na kuvimba na kuwaka moto kwa ndani na viungo vyote vinakuwa katika maumivu mivu sugu, lakini pia mwili kupungukiwa na vinasa sumu. E, kuna vitu ambavyo vinawezesha mwili wako uweze kuondoa sumu kwa wepesi, na mwili wako uwe msafi, damu yako iwe safi. Uh, ikiwemo magnesium, selenium, zinki, mfano vitamin C, glutathione uh, vitu hivyo, vitamin D. Hivi vitu vikipungua katika mwili wako, mwili wako huingia katika msongo wa sumu. Kwa hiyo kumbuka ya kwamba usipoweza kushughulika na mzizi wa tatizo, tatizo lako la homa sugu haliwezi kuisha. Tatizo liko kwenye damu, na si malaria, si UTI. Unatakiwa kupimwa chronic inflammation markers kuweza kuexclude eh, vitu vingine ambavyo vinaleta homa sugu ya muda mrefu.